Tunataka mkenya yeyote anayefahamu mtu ambaye amefariki aweze kutuambia na tuweze kuwa na hiyo ripoti, kwa sababu sisi tumeuliza viongozi wa serikali walio kule na wamesema hakuna mtu amefariki. <todicare> <todicare> huu ndio uhalisia wa mambo, maiti ya wakenya waliofariki kutokana na njaa. Watoto wa mingi ndio amekufa wa hata wamama, wamama watano ndio ameenda wa hm. Leo kijana moja ndio saa hizi amebariki, hata saa hizi bado nalala kwa shauri ya njaa, na waliosalia wanakodolea kifo macho, kisa na sababu ni baa la njaa. Ni jambo la kusikitisha kuona taifa kama Kenya, miaka hamsini baada ya uhuru, Wakenya wangali wanafariki kutokana na njaa, huku serikali ikivalia miwani. Ambao swala hili, kama unajua mtu amefariki, na pengine hao wa viongozi walio kule chini wafahamu, tafadhali tuambie kwa sababu tunataka kujua nani alifariki na ni kwa nini alifariki na kuna chakula katika nchi yetu. Bila shaka ni hisia ambazo zimewacha Wakenya wengi hasa wale wanaoendelea kuathiriwa na baa la njaa vinywa wazi wakijiuliza, je, tunaishi nchi moja na viongozi wa serikali yetu? The numbers of malnourished children are going up. We are also seeing increased number of cases of measles, for example. So uh, overall, I think uh, we are facing a critical situation. Mapema mwaka huu, idara ya hali ya hewa ilitoa tahadhari kwa mvua huenda ikakosa kunyesha na hivyo basi kuona umuhimu wa kuweka mikakati ya kukabiliana na hali hii, lakini kama ilivyo desturi, iliishia tu midomoni na hakuna hatua zilizochukuliwa na sasa lilosalia ni vijisababu tu, huku wakenya wakiendelea kufariki. Viongozi wengine wangependa kutumia chakula na pia upeanaji wa chakula kama jambo la kisiasa. Chakula kipelekwa pande moja, inamaanisha kura zinaongezeka za kiongozi fulani. Ni siku moja tu imepita tangu mashirika na kampuni za kibinafsi zilipojitokeza na kuwataka wakenya kutoa msaada wa fedha kwa wakenya wanaoathiriwa na njaa, na kufikia sasa zaidi ya shilingi milioni kumi na tano zimeweza kuchangishwa. Mpango huu wa Kenya for Kenyans unatazamiwa kukusanya zaidi ya nusu bilioni kwa fadhili waathiriwa wa, wa baa la njaa humu nchini. Mwanaisha Chizuga, KTN Leo.